Azania tu wazani hapo unapigia mstari. Kwa nini aanze kutajwa mwanamke? Azania tu wazani, haikuwa azani wazani, kuonesha kwamba zinaa chanzo chake mwanamke. Wanajilegeza, wanajitongozesha, ndio shida hii. Wangejirekebisha, zinaingeshuka kwa kiwango kikubwa kama sikuondoka, ndio maana Mungu akaanza kuwataja wao Azania tu azania, azani akusema, azani ndiyo kanuni, azani wazania. Kwa nini Mungu aanze kutaja mwanamke? Unapigia mstari, unakaa. Qurani inataka hivyo. Qurani haisomwi kama gazeti la sani. Utayari wa mwili na akili ndio unakwenda kwenye Qurani, utayari wa mwili na akili